vuguvugu vugu mapendekezo ya kugawa majimbo. Lakini kilio cha maumivu, wananchi wapingana na mapendekezo ya kamati ya za RCC, walalamikia kuongezeka kwa gharama, wasema wingi wa wabunge si maendeleo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele. Lakini dhahabu ya mamilioni ya naswa ikitoroshwa, ni dhahabu ya mamilioni ya naswa ikitoroshwa vigogo 9 wa burutu wa baraza la maadili. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi, inasema vigogo tisa wa burutu wa baraza la maadili. Lakini faida ya kubadilisha shuka kila baada ya siku saba, hizi hapa ni gazeti lako la Mwananchi linasema faida ya kubadilisha shuka siku saba, hizi hapa. Lakini TANESCO kuunda mkoa wa SGR kumaliza kero, TANESCO kuunda mkoa wa SGR kumaliza kero. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi na tukiachana na gazeti ya Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii lenye linasema, Janabi ajinadi kurithi mikoba ya Ndugulile kwa mambo matatu. Huyu e, ni Dr Janabi ajinadi kurithi mikoba ya Ndugulile kwa mambo matatu. Lakini watatu waongezwa wa, ungez, wa ungezwa, e, katika kesi ya jengo lililoanguka Kariako. Watatu waongezwa katika jengo lililoanguka Kariako. Mvutano mrithi wa Mfugale e, wafikishwa mahakama ya rufani. E, mvutano E, mirathi ya Mfugale wafikishwa mahakama ya rufaa. Lakini walimu wabainika kudanganya malipo yao ya likizo. Walimu wabainika wadanganya malipo ya likizo, hiyo ni habari pia inapatikana ukurasa wa saba kwenye gazeti la kola Nipashe mwanga wa jamii. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la Nipashe ni ki, kila jambo kila jimbo lina utitiri watiania Chadema, kila jimbo lina utitiri ya watiania Chadema. Nipashe mebaini kwa wastani kila jimbo la uchaguzi katika eh, kanda nane za Chadema linawatiania wanne hadi wanane. Baadhi waliwasilisha majina kwa uongozi tangu mwaka 2023. Lakini vigogo tisa kikangoni baraza la maadili eh, vigogo tisa kikangoni baraza la maadili wasomi, majimbo mapya ni mzigo kwa wananchi. Hao ni wasomi wapendekeza majimbo mapya hizi. Eh, ni heka heka za mgawanyo wa majimbo lakini wasomi watia neno wasema majimbo mapya ni mzigo eh, kwa wananchi. Lakini ripoti ya CAG hoja kumi nzito eh, zatarajiwa kutua mezani kwa Samia. Hiyo ni ripoti ya CAG hoja kumi nzito eh, kutua mezani kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hiyo habari inapatikana pia kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Lakini tukiangazie kwenye gazeti lako la Uhuru lenye linaandika Dkt. Mpango mgeni rasmi uzinduzi wa mbio za Mwenge. Huyu uh, ni dr Filipo Izidoni Mpango mgeni rasmi uzinduzi wa mbio za Mwenge. Lakini polisi watangaza kiama kwa madereva wa zembe. Madaktari bingwa nchini wataja sababu nzito 11. Ni nini basi? Gasila la Uhuru linakuletea sababu 11 zotajwa na madaktari bingwa. Lakini waziri mkuu Kassim Majaliwa atoa atoa maagizo maagizo eh, afya afya, waziri mkuu. Lakini serikali kupanga utaratibu eh, ununuzi wa hisa kimataifa. Serikali kupanga utaratibu nozo wa hisa kimataifa na Tanesco yaweka hadharani mafanikio ya miaka minne. E, Tanesco yaweka hadharani mafanikio ya miaka minne, Rais Mwinyi afichua siri ya ukuaji wa uchumi. Lakini mkuu wa shule matatani tuhuma za kuua. E, mkuu wa shule matatani tuhuma za kuua. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Patelekele yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana na gazeti la Uhuru tuangazie gazeti lako la Zanzibar leo. E, gazeti la Zanzibar leo asubuhi ya leo. E, linaanza na ambao inaosema Uthmani BBZ ikhlasi ito elimu ya uwekezaji e, sikukuu. Lakini Shinawatra anusurika kura ya kutokuwa na imani naye. Lakini Dr Mwinyi BOT achangia kasi ya ukuaji uchumi e, ni BOT wasema e, Dr Mwinyi BOT achangia ukuaji e, kasi ya uchumi. Lakini mkemwenza kula sikukuu rumande, mkemwenza kula sikukuu rumande. Fursa za utalii ziwanufaishe wazawa. Huyu ni balozi atoa neno. Lakini bei za nguo kitoweo za paa kuelekea Idul Fitri e, bei za nguo kitoweo za paa kuelekea Idul Fitri. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Zanzibar Leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo bado linaandika fahari ya Wazanzibari, kazi iendelee, miaka minne ya kishindo cha Rais Samia. Lakini makala ataja vipaumbele uchaguzi mkuu. E, makala ataja vipaumbele uchaguzi mkuu. Lakini mageuzi ya kibabe, umeme, afya, elimu, mapato na maji. Lakini Rais Dr. Mwinyi aahidi kusimamia utii wa serikali. Lakini huko East Africa eh, na kati nasema Odinga Chadema zingatie ni fuara za mama Samia. Huyo ni Raila Odinga sema Chadema zingatie ni fuara za raisi Samia. Lakini kuongezea kwenye gazeti la kula Tanzania leo. Lenye na habari kubwa inasema Rais Mwinyi aipongeza BOT kusimamia uchumi hiyo ni habari ukurasa wa pili. Eh, BOT eh, wapongezwa na raisi Mwinyi kusimamia uchumi. Lakini pwani mguu sawa katika uzinduzi wa mbio za mwenge Juni, ukurasa wa nane. Pwani mguu sawa uzinduzi wa mbio za mwenge. Lakini kishindo cha Samia cha tikisa wapinzani e, kishindo cha Samia cha tikisa wapinzani. Wasomi waeleza mtaji e, ushindi wa CCM, lakini watoa sababu ya kukubali, kukubalika kwa Dkt. Samia, Juni ukurasa wa tatu. Na hali ya uzalishaji umeme ni nzuri sana. Tanesco watoa neno, wajivunia miaka minne ya Dkt. Samia Madaraka. E, madarakani lakini mwalimu mkuu walinzi mbaroni tuhuma za mauaji ya mwanafunzi. Mwalimu mkuu walinzi mbaroni tuhuma za mauaji ya mwanafunzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa Kinam. Lakini kwenye gazeti lako la Machinga sauti ya Wanyonge linaanza na Waziri Ulega. Waziri Ulega wabainisha vigogo wa China watoa wa sababu miradi ya kuchelewa. Waziri Ulega wabainisha vigogo wa China watoa wa sababu miradi kuchelewa. Lakini Dkt. Mpango kuzindua mbio za mwenge wa uhuru na Chadema wangwana meno Heche ahusishwa na kumshambulia, eh, Mlingo. Lakini, waziri mkuu aagiza kituo cha mama Ngoma kupandishwa hadhi. Waziri mkuu agiza kituo cha mama Ngoma kupandishwa hadhi, asema mwekezaji amefanya kazi kubwa, lazima serikali imunge mkono, aagiza watendaji na halmashauri kusimamia eh, ukamilishaji wa mradi. Hiyo ni habari ukurasa wa nne kwenye gazeti lako la wa Machinga sauti ya Wanyonge lakini gazeti lako la Dira linaandika, waziri ulega uso kwa uso na vigogo wa China, watoa wa sababu za miradi kuchelewa, waomba kuongezewa muda, lakini serikali ya tafakari maombi yao. DCEA yamnasa kinara wa mirungi. Eh, huyo ni mirungi ya kinara kanaso na DCEA akiwa na shamba kubwa, eh, la mirungi. Lakini Tanesco, hali ya uzalishaji wa umeme kwenye gridi ya taifa imeongezeka. Lakini kosteki yamkabidhi mkandarasi eneo la ujenzi wa sti hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira. Lakini gazeti laku la kula majira linaandika walimu, e, walimu walinzi wadaiwa kuu wa wanafunzi. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu, walimu walinzi wadaiwa kuu wa wanafunzi. lakini Majaliwa, kituo cha mama ngoma kipandishwe hadhi. Hiyo ni habari ukurasa wa pili, na serikali inavyojidhatiti katika kumtua mama ndoo kichwani. Lakini bado habari kubwa kwenye gazeti la majira linasema waziri ulega uso kwa uso na vigogo wa China waziri Ulega uso kwa uso na vigogo wa China. Hiyo ni habari pia inapatikana kwa gazeti la Majira. Lakini waitikia wito, waitikia wito wake kutoa maelezo, waeleza sababu miradi kuchelewa, waomba kuongezewa muda, serikali ya tafakari. Lakini Samia afanya mageuzi kishindo sekta ya afya, Samia afanya mageuzi kishindo sekta ya afya. Mama Dangote aliyetuhumiwa papa wa mirungi ati wa mbaroni, huyu ni mama Dangote muuzi wa mirungi ati wa mbaroni. Hiyo ni habari inapatikana kwa gazeti la Majira ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo, ukurasa wa mbele linaandika, Samia aagiza ziara kwenda Arusha. Huyo ni Rais Samia Suluhu Hassan, agiza ziara kwenda Arusha, ni habari ukurasa wa tatu. Lakini Mbeya wapendekeza, Mbeya mjini igawanywe, hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Na mashirika ya umma kwenda kimataifa yaagizwa kujiunga masoko ya hisa, mikakati ya faida. Lakini Dodoma yapokea bilioni 529 miundombinu uchukuzi Dodoma ya pokea bilioni 229 miundombinu uchukuzi. Tarura ya okoa bilioni 75 madaraja ya mawe, hiyo ni habari kwenye gazeti lako habari leo, linaendelea ukurasa wa saba. Lakini vigogo wa China watua kwa ulega wajitetea, hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo ukurasa wa saba. Lakini tukiangazia sasa kurasa za mchezo na burudani, tunaanza na gazeti lako la habari leo linaandika Moroko awakiingia kifua wachezaji Simba ya kabiliana na Bigman Yanga ya kamili Eh, kuivaa Songea United, lakini malipo ya Diamond Platinum yazua kizaazaa huko Ghana. Hiyo ni habari kwenye gazeti la habari leo ukurasa wa michezo. Na kwenye gazeti la majira naandika Simba kuelekea Misri kesho kuikabili Al-Masri, yawekeza yaweka wazi kuhusu uwanja Benjamin Mkapa, lakini kocha Stars afunguka kufungwa na Moroko. Na kwenye gazeti la Dira naandika Yanga wako ngangari kuikabili Songea United. Hiyo ni habari ukurasa wa 14. Novatus awindwa ligi kuu England, nyota Simba waliopo stars kuunganisha Misri. Lakini gazeti la Wamachinga linaandika Simba Queen, JKT zaendeleza ubabe, Stars yapigwa na Morocco goli mbili kwa sifuri. Lakini ukwasi ya tohola Yanga azidi kuimarika, ya ukwasi wa Yanga azidi kuimarika. Simba yatangaza vingilio vya Al-Masri. Lakini kocha Yanga hataki mchezo kuipania Songea United hilo ni gazeti lako la Machinga. Na kwenye gazeti la Mwanaspoti, gazeti lako la michezo na burudani inaandika Yanga kutibua kikao. E, Yanga kutibua kikao. Simba ya tanguliza sita Misri. Mtihani mzito kwa Coast Union, lakini dawa ya mabao ya utata ni nini hicho. Lakini habari inasema dawa ya mabao ya utata. Lakini Morrison itakuwa ni aibu. E, huyo ni Benard Morrison asema itakuwa ni aibu ni kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana na gazeti la Mwanaspoti, tuangazie gazeti lako la kula, Nipashe linaandika Taifa Stars, uzoefu umeibeba moroko, kocha awasifu wachezaji na kusema walipambana kiume na kutekeleza. Hiyo ni gazeti lako la kula, Nipashe linasema Taifa Stars, uzoefu umeibeba moroko. Lakini Simba hii tunavuka, Yanga yanda dozi. Hilo ni gazeti la Nipashe na kimataifa gazeti ya nipashe inaandika Alexander Arnold mambo safi Madrid. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la nipashe, na ndio inatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo kwenye kurasa za michezo na kurasa za mbele pata eh, nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.